Yazungumza, ningeomba ni kuonye kitu kimoja. Mimi nilipoanza kuwa mbunge wa Moshi, wananchi wa Moshi walikuwa hawana ambulance pale Bawenzi, nikanunua ambulance ikasaidia wananchi wote wa Kilimanjaro, sio Moshi. Alipokuja mkuu wa mkoa anaitwa Gama Mkuu wa mkoa anaitwa Gama akaichukua ile ambulensi akaiweka ofisini kwake, akawanyima wananchi huduma, akaiweka ofisini kwake kwa miaka minne, na sasa ameiuza na sasa ameiuza bila hata kuniuliza, na nilikwisha mwandikia nikamwambia, kama huitaki nirudishieni. Wananchi wa Moshi wanajivunia, tutaiweka kwenye maktaba, waje waangalie ilikuwa ambulensi iliozui ilio. Wakaona labda itakuwa inanipa sifa, ameuza ile ambulensi. Sijui ni dharau, sijui ni wenda wazimu Sijui ni ufisadi. Sasa, Mheshimiwa Mbowe, usije ukathubutu kuikabidhi serikali ya CCM, usije ukathubutu. Maanake ukiwakabidhi, kesho inakula kwako, watachukua Amechukua ameuza. Nilinunua kwa pesa zangu, nikalipia kila kitu, ilikuwa inasaidia wananchi. Ameuza, sijui pesa kampana hiyo. <laughs> Ndio serikali yetu. Sawa, sasa hilo nimemwambia tu mwenzangu, ili awe macho, asije akapata aliompata. Sasa, ndugu zangu, nimekuja kazi.